Watazamaji wa Sam TV, uh, tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu cha aya ni maisha yetu. Kuko nami mtangazaji wako Es Kulonza, nyuma ya kamera ni ibonge Aipatela. tunahitaji kuongea na mtu fulani kuhusu uh, mambo yanayoendelea kupitika kwenye gemu hii ya kalembelembe na Young soka. Karibu tuongee na tudadisi mpira uh,

Watazamaji, wa Sam TV, huo ni udadisi wa mpira huu wa leo. Uh, timu ya Futute ilijitokeza na haikuwa siku yao ya kucheza mpira huu siku ya leo. Ilikuwa ya kalembelembe na ya msoka, lakini shida ni kutokuelewana au kuto kuongea vizuri kwa mechi hii ya leo. Huko nami S ulonja, nyuma ya kamera ni Ibonge Ipatela.